yangu matumaini kuwa umzima wa afya njema kabisa na uko tayari kuweza kujua ni nini ambacho tumekuandalia siku hii leo katika Jamii Leo, ikiwa ni habari hoja, pamoja na mitazamo maoni ya watumiaji wa mtandao wa Jamii Forums. Mimi naitwa Ramadan Ngoda. Nikiwa nakukaribisha siku hii leo ikiwa ni mwishoni mwa wiki, tunaanza na taarifa ya kuhusiana na bodi ya ATCL kuvunja eh, management ya shirika hilo. Hiyo ni habari yetu ya kwanza siku hii leo lakini, tunaambiwa kwamba bodi ya shirika la ndege la Tanzania yani ATCL imevunja management ya shirika hilo ili kukidhi vigezo haja na malengo yaliyowekwa kwa miezi nane, na imeamuliwa wakurugenzi wote na baadhi ya mameneja waondolewe mara moja isipokuwa tu mtendaji mkuu aliyeajiriwa hivi karibuni. Hii ni kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo mbali, utendaji dhaifu, viwango hafifu vya elimu, kinyume na matakwa ya nafasi hizo na uadilifu. Hiyo ni habari yetu ya kwanza kutoka katika shirika hilo la ATCL. Kwa upande wa takwimu, maoni tuliokusanya ni zaidi elfu tatu, na asilimia 82 waliochangia wameunga mkono kuvunjwa kwa management hiyo kwa kuwa shirika hilo lilikuwa likitafunwa kama serikali haipo vile, huku asilimia 18 kwa upande mwingine wakitaka, uh, watakaoajiriwa wawe na weledi, wabunifu na weledi vile, wabunifu na vilevile wawe wazalendo. Ni katika takwimu kwa upande huo maoni tunaendelea kama ifuatavyo. Ngisi Bara anasema kwamba uamuzi huu wa kuifutilia mbali management mbovu ya ATCL umekuja kama wadau wengi walivyoomba, ingawa wamechelewa sana, ndivyo wasemavyo yeye. Wakati Mdetichi anasema kwamba serikali isiishie kwa ATCL pekee, bali imulike na kwenye sekta za madini, utalii, na huko nako zinapigwa chenga kali za macho, ndivyo anavyomaliza yeye, na ndivyo anavyotuhitimishia habari yetu ya kwanza na kutupeleka katika habari yetu ya pili. Bado tupo katika mashirika ya umma. Shilingi bilioni tatu zatafunwa shirika la posta kwa mafuta ya magari hewa. Bodi ya wakurugenzi shirika la posta Tanzania imeuagiza uongozi wa shirika hilo kuwatambua na kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria wafanyakazi wake waliosababishia shirika hilo hasara kupitia mikataba ya kilaghai pamoja na utendaji mbovu. Agizo hilo limetolewa na mwenyekiti wa bodi hiyo Luteni Kanali mstaafu Dr Harun Kondo wakati wa makubaliano ya kiutendaji kati ya bodi ya wakurugenzi na uongozi wa juu wa shirika hilo uh, kuhusu jinsi wanavyopaswa kuliendesha shirika hilo kwa faida. Ni habari yetu ya pili siku hii ya leo. Na katika takwimu, asilimia 95 ya uchangiaji zaidi ya elfu nne na mia saba wamepongeza hatua e, zilizochukuliwa kwa shirika la posta, na asilimia tano wakijikita katika kuishauri serikali uh, na mamlaka za juu kuchunguza baadhi ya mashirika, taasisi na wizara, kwani nako kuna nuka rushwa na ufisadi. Ndivyo zinavyo takwimu kwa habari hiyo. Tukielekea kwa upande wa maoni, tukianza naye mwaka show anasema magari hewa kupewa mafuta sio shirika la posta tu, yachunguzwe mashirika yote ya umma, wizara na idara serikali, pamoja na wote wanaopata mafuta kwa kutumia magari yao kiofisi, asemavyo yeye. Lakini Ali Baridi anasema nchi hii ikifikia nchi e, hii ilifikia pabaya sana. Kila mtu alikuwa anakimbilia kupata kazi serikalini na kwenye mashirika ya umma, tena anakuwa tayari kuhonga kwa gharama yoyote, anajua e, kwa kuwa anajua akipata kazi tu mambo ni super. Ndivyo asemavyo yeye. Tuondoke sasa hapa nchini na tuelekee kwa majirani zetu huko nchini Kenya, ambapo mtendaji mkuu wa Kenyan Airways amejiuzulu baada ya ame mashinikizo kutoka kwa wafanyakazi. Ni mtendaji mkuu huyo wa shirika la ndege la ndege la Kenyan Airways amejiuzulu baada ya mashinikizo ya muda mrefu kutoka kwa wafanyakazi wa shirika hilo wakimlaumu kwa utendaji mbovu. Wafanyakazi hao walikuwa pia wakiulalamikia uongozi kwa kusababisha baadhi ya abiria kuchelewa safari zao. Ndivyo habari zinavyosema kutoka kwa majirani zetu huko nchini Kenya katika shirika la Kenyan Airways. Kwa upande wa takwimu, asilimia 75 ya wachangiaji zaidi ya 1200 wameonyesha kufurahishwa na hatua iliyochukuliwa uh, kwa mtenda, na mtendaji huyo wa shirika la ndege la Kenyan Airways kwa kuwa hatua muhimu ya kuhimiza uwajibikaji, na asilimia 25 licha ya kufurahia wametaka pia hiyo iwe ni mfano kwa uh, watumishi mbalimbali mbali hapa nchini. Kwa upande wa maoni, Miss anasema safi sana uh, ukigundua umeboronga na wafanyakazi wanakushutumu ni vizuri kuachia ngazi mapema kabla ya kuondolewa kwa aibu na kushusha heshima uliojijengea wakati jiku wanasema, hii inapaswa kuwa ni habari ya mfano wa kupigiwa mstari, kwani hapa Tanzania tuna watu wengi waliopewa dhamana katika taasisi za serikali walio na tuhuma mbalimbali, na wao wanapaswa kujiuzulu. Ndivyo amalizavyo yeye, na kumaliza kwake kuna sheria kwamba, na hapa sisi tunat, tunafikia tamati ya jamii leo kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Ramadan Ngoda, lakini usisite kuendelea kuwa nasi katika mitandao yetu mbalimbali ya Instagram, Facebook, Twitter pamoja na YouTube, andika tu Jamii Forums. Kwa heli kwa sasa.